Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Marko Sura ya tano, aya ya kwanza, hadi ya 20. Yesu na wanafunzi wake walifika ng'ambo ya bahari mpaka nchi ya Wageresi, na alipokwisha kushuka chomboni, mara alikutana na mtu ambaye ametoka makaburini mwenye pepo wachafu. Makao yake yalikuwa pale makaburini wala hakuna mtu yeyote aliyeweza kumfunga tena hata kwa minyororo, kwa sababu alikuwa amefungwa mara nyingi kwa pingu na minyororo, akaikata ile minyororo na kuzivunja vunja zile pingu. Wala hakuna mtu aliyekuwa na nguvu ya kumshinda. Na siku zote usiku na mchana alikuweko makaburini na milimani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 tupeleke katika nguruwe tupate kuwaingia wao. Akawapa ruhusa. Wale pepo wachafu wakatoka wakaingia katika wale nguruwe, na rukundi lote likateremka kwa kasi gengeni wakaingia baharini, wapata elfu mbili wakafa baharini. Wachungaji wao wakakimbia waka, wakaeleza habari njema habari mjini na mashambani. Watu wakatoka, walio, walione lililotokea, wakamwendea Yesu wakamuona yule mwenye, mwenye pepo ameketi amevaa nguo ana akili zake, naye ndiye aliyekuwa na lile jeshi, wakaogopa na wale waliokuwa wameona walieleza ni mambo gani yaliyompata yule mwenye pepo, na bahari na habari za nguruwe. Wakaanza kumsihi aondoke mpakani. Naye alipokuwa akipanda chomboni, yule aliyekuwa na pepo akamsihi kwenda kwamba awe pamoja naye, lakini hakumuruhusu, bali alimwambia Enenda zako nyumbani kwako, kwa watu wa kwenu, kuwahubiri ukahubiri mambo gani Mungu amekutendea na jinsi alivyokurehemu. Akaenda zake, akasambaza habari katika Delikapoli ni mambo gani makuu Yesu aliyemtendea, watu wote wakastaajabu. Neno la Bwana. Ndugu zangu katika Kristo, tumesikia habari za huyu mtu aliyekuwa na pepo na habari za nguruwe. Watu wengi wanajiuliza kwa nini Yesu alituma pepo waingie katika nguruwe. Alitaka kuonesha kwamba uzima wa binadamu unazidi kiumbe kingine chote ambacho hakikuumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Uzima wa mtu mmoja hauwezi ukahesabika katika vitu. Akifa mtu mmoja au mmoja akikosa furaha, basi dunia nzima inabidi ikose furaha kwa sababu ya mtu mmoja. Tendo la nguruwe zaidi ya elfu mbili kutumiwa pepo wale inaonyesha kwamba Mungu anatupenda. Tunaanguka katika dhambi lakini Mungu anakuwa karibu nasi kwa sababu ya upendo wake. Hakuna kiumbe kinacholingana na uhai wa binadamu hakuna pia mnyama yoyote, damu yoyote hata ya mnyama yoyote mwenye sifa anayeweza kulingana na damu ya yule mwanadamu aliyekombolewa na Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo Yesu sio kwamba hakupenda nguruwe, kwa sababu kila alichokiumba chote ni chema. Yeye alitaka kutuonesha kwamba uzima wa mwanadamu hawezi ukalinganishwa na kitu chochote. Tumsifu Yesu Kristo, milele amina. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Kaeni na amani.